Katika hafla hiyo, Dr. Shein kabla ya kumwapisha naibu kamishna wa chuo cha mafunzo Ali Abdullah Ali alimvisha cheo cha ukamishna na baadaye kumwapisha kuwa kamishna wa chuo cha mafunzo Zanzibar. Mimi, kamishna ali Abdallah Ali, naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na kwamba nitaitumikia kwa moyo wangu wote na kwa muda wote nitakaowekwa katika kazi zangu za kamishna wa vyuo vya mafunzo Zanzibar na kwamba nitatii, nitaheshimu na nitatekeleza sheria, amri na kanuni zote za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar pamoja na kutii na kutekeleza amri na maagizo mengine nitakayopewa na Mheshimiwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi akiwa ni kamanda mkuu wa idara maalum. Nakuomba Mwenyezi Mungu nisaidie. Wakati huo huo Dk. Shein pia amemwapisha Kanal Ali Mtumweni Hamad kuwa mkuu wa kikosi cha Jeshi la Kujenga Uchumi Zanzibar, JKU. Mimi, Kanal Ali Mtumweni Hamad, naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi na serikali ya, ya Zanzibar, na kwamba nitaitumikia kwa moyo wangu wote na kwa muda wote nitakaokuwa katika kazi zangu za mkuu wa kikosi JKU a uchumi Zanzibar na kwamba nitaitii nitaiheshimu, na itatekeleza sheria amri na kanuni zote za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar pamoja na kutii na kutekeleza amri na maagizo mengine yatakayopewa na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi akiwa ni kamanda mkuu wa idara maalum na kuomba Mwenyezi Mungu nisaidie. Hafla hiyo iliyofanyika Ikulu mjini Zanzibar na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali mbali, akiwemo makamu wa pili wa rais balozi Seif Ali Iddi spika wa baraza la wawakilishi, Zuberi Ali Maulid, jaji mkuu wa Zanzibar, Omar Othman Makungu, mwanasheria mkuu wa Zanzibar, Said Hassan Said, waziri wa nchi ofisi ya rais, tawala za mikoa, serikali za mitaa na idara maalumu za SMZ, Haji Omar Kheri, katibu wa baraza la mapinduzi na katibu mkuu kiongozi Dr Abdulhamid Yahya Mzee, mufti mkuu wa Zanzibar Shekh Saleh Omar Kabi, kadhi mkuu wa Zanzibar Shekh Hamis Haji, wengine ni mkuu wa mkoa mjini Magharibi Ayubu Muhammad Mahmud, wakuu wa vikosi vya SMZ, mea wa manispaa ya mji wa Zanzibar Khatibu Abdurrahman Khatib, washauri wa rais wa Zanzibar pamoja na viongozi wengine wa serikali. Nikiripoti kutoka Ikulu mjini Zanzibar, ni mimi Omar Ahmed Mcheju.